sheria vile vile ni mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania toka mwaka 2015. Kwa hiyo leo hii ndugu waandishi wa habari, nimekusanyika hapa nimeona nizungumze na ninyi mambo machache hususan haki ya haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa sababu kwa yanayoendelea hatupaswe kukaa kimya tukiwa kama wanaharakati katika jamii ya wapenda haki lazima tuseme kwamba nini kinaendelea na way forward, nini ambacho kinapaswa kufanyika mbele. Ndugu waandishi wa habari, ni wakaribishe. Sitakuwa na mengi sana, lakini nitajikita sana madamu katika hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa kifupi, nitaangalia mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na haki za kisiasa, kwa sababu ndo haki ambazo zinakandamizwa na haki ambazo zinaminywa sana nchini Tanzania. Ninyi ni mashahidi kwamba mwaka huu, mwaka 2025, nchi yetu ya Tanzania imeingia katika uchaguzi wa vyama vingi lakini chaguzi hii imekuwa ikipigiwa makelele kwa kiwango kikubwa sana na jamii za ndani na jamii za nje za kimataifa, ikiwemo balozi ya Marekani pamoja na balozi nyingine za Umoja wa Ulaya. Lengo hasa ni kuona kwamba haki za binadamu zimekuwa zikikandamizwa sana, hususan haki za kiraia na za kisiasa. Sasa tumekuwa mashahidi pia, katika ndani ya nchi yetu kumekuwa na kesi ambazo zimetokana, kesi za kisiasa, political case. Kesi mojawapo ni hii inayomhusu uh, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo na maanisha Tundu Antipasilisu. Nitajaribu kuelezea mwenendo wa ile kesi, sijaribu kuingilia uhuru wa mahakama, lakini najaribu kuelezea vitu gani vinavyotokea ambavyo ni ukiukaji wa haki za binadamu. Tunajua kabisa kesi ikiwa mahakamani, hanatakiwa kuijadili, lakini tunajadili mienendo inayotokana na ile kesi inayoathiri haki za watu za kiraia na za kisiasa. Sasa kuna matukio ambayo yametokea, hatuwezi tukafumbia macho tukakaa kimya, kwa sababu sheria tunazo zinazoongoza ile menene na inakiukwa, tunaona hadhara kwao katika hilo. Pia nitazungumzia uh, chombo cha tume ya taifa ya uchaguzi, ambapo leo hii tumeona imepakwa rangi inaitwa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Sasa mimi naomba nianzie hapa kwenye hii tume ya taifa ya uchaguzi. Ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaelezea kwamba katika ibara ile ya 74 ibara ndogo ya kwanza, kutakuwa na chombo ambacho kitaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa ndugu waandishi wa habari, mwaka jana bunge letu lilipitisha, lilianzisha mswada na baadaye ukapitishwa ule mswada ambao ulikuwa umekuja kwa, kwa ajili ya kuisaidia tume au kuipa nguvu tume na sheria hiyo ni kwamba huu mswada ulikuja na baadaye ukasainiwa na mheshimiwa Rais kuja kuwa sheria ambayo inaitwa Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024. Bahati nzuri ni tulishiriki wadau katika huu mswada na tulitoa maoni yetu ambayo mpaka dakika za mwisho yale maoni hayakuchukuliwa kwa kiwango kile ambacho tulitegemea cha kwanza ambacho ni cha ajabu katika hii sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 2024. Katiba ibara ya 74 inasema kutakuwa na tume ya taifa ya uchaguzi, sheria inasema kutakuwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Sasa tujiulize vitu viwili, mimi nikiwa kama mwanasheria na na jamii ya wanasheria wengi, sheria yote inakinzana na katiba inakuwa batili. Hilo ni tamko la kimahakama ambalo limeshatolewa sheria nyingi zilizopita, kupitia tume ya Jaji Nyalali iliyokuwa imeundwa miaka hii. Tume mbalimbali mbali za majaji, Jaji Kisanga, kuna sheria ambazo zilikuwa zinakinzana na katiba na mahakama ilikwenda kezitamka kwamba sheria hizo ni batili. Sasa leo hii tujiulize sisi wa Tanzania, tunasema tuko kwenye uchaguzi. Watu wameshasema kwamba hawana imani na tume ya taifa ya uchaguzi kama mtakuwa wataalamu wa kufuatilia, ndugu waandishi wa habari, mimi nimekuwa mwangalizi wa uchaguzi wa ndani kwa miaka kadhaa. Ukisoma zile ripoti zote za za tume ya taifa ya uchaguzi za, za wadau ambao ni waangalizi wa ndani na wa nje ya nchi, zimetoa katika mapendekezo kwamba tume ya taifa ya uchaguzi inapaswa kuwa huru. Sasa leo hii tumeona kupitia bunge la kijani, amemaanisha bunge la chama kimoja lililopita, hili lililoisha lile bunge limeenda kupitisha sheria ambayo hiyo sheria inakinzana na katiba, yaani sheria imeanzisha tume huru ya taifa ya uchaguzi, katiba inatambua tume ya taifa ya uchaguzi. Sasa kama kuna mgongano wa hivi viwili, kipi kina prevail katika sheria? Tunasema the the prevailing will be the constitution, yaani katiba katika mazingira hayo itakaa juu na ile sheria itatangazwa kuwa batili. Kwa kwa mlengo huo, niseme hivi kilichofanyika hichi, hii tume ya taifa inayojiita au inayojipambanua kumbe tume huru ya taifa ya uchaguzi ni chombo ambacho ni batili. Sasa kama chombo chenyewe kinachosimamia uchaguzi ni batili, tutegemee uchaguzi utakuwa huru na haki? Haiwezekani, kwa sababu tume yenyewe ni batili, haipo kisheria, inakinzana na katiba. Mimi nilitegemea na tulitoa maoni kupitia jukwaa la katiba Tanzania kupitia uh... TCD Tanzania Center for Democracy, kituo cha demokrasia Tanzania, tulikuja na huu mswada, tukaujadili, tukapendekeza kama itafaa, ni vyema tukarekebisha katiba, basi tufanye marekebisho ya katiba machache ambayo yataipa nguvu pia hii sheria sasa. Kilichofanyika ni kwamba punda amepakwa rangi ili aonekane punda milia, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Sisi wa Tanzania, watu wanauelewa, leo hii kituambia kwamba hii tume ya taifa ya uchaguzi ni tume huru. Sina haja ya kutoa mifano mingi. Tumeona katika wagombea walioingia katika uchaguzi, wengine wamewekewa mapingamizi ambayo hawana kichwa wala miguu. Baadaye mahakama zinafanya zina, zina, ufa, kwa ufanisi wake zinaondoa mapingamizi yasiyokuwa na ulazimu, lakini tunaona kila siku imekuwa ni technical. yaani kila siku imekuwa na vitu ambavyo ni vya kiufundi vinavyoathiri haki za watu katika haki za kiraia na za kisiasa. Kwa hiyo tume ya taifa uchaguzi ukiangalia hii sheria ya tume huru ya taifa uchaguzi hiyo hiyo sheria ambayo imekuja kusimamia uchaguzi. Hii tume huru ya taifa uchaguzi ukisoma ki, nani katika kifungu cha ja saba, kinaeleza sifa za wajumbe wa tume ya taifa uchaguzi. Inarudi pale pale, yani, kiini macho. Kwa maana gani? Inasema hivi, sifa, mwenyekiti wa tume ya taifa uchaguzi na makamu mwenyekiti wanapaswa kuwa na sifa ya mtu ambaye amewahi kuwa au ambaye anaweza kuwa jaji wa mahakama kuu au jaji wa mahakama ya rufani. Sasa tujiulize leo hii ndugu waandishi wa habari. Jaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufani anateuliwa na nani? Anateuliwa na rais. Tumerudi pale pale kwenye ile ibara sabini na nne, ibara ndogo ya pili B. Ile ya kule kwenye katiba. Kwa nini kilichobadilika? Tu watu walipiga kelele kwamba hawa watu wasiteuliwe na rais. Tuchukue mfano wa wenzetu Kenya kupitia katiba yao mwaka 2010. Mm marekebisho aliyofanya kupitia tume huru ya taifa ya uchaguzi ya Kenya. Sasa kwetu wamekuja kusema kwamba wameita jina tume huru ya taifa ya uchaguzi, lakini inapataje wa uhuru kama tumeshasema kwamba rais asiwe appointee, asiwe ni mtu anayeteua hawa watu. Kifungu cha saba kimerudisha sifa zile zile ili uwe mwenyekiti, uwe makamu mwenyekiti, lazima uwe jaji. Sasa hawa watu wameteuliwa na, na rais, tunarudi pale pale. Kwa tunapoteza rasi rasilimali fedha, tunapoteza rasilimali muda kujadili vitu vile vile ambavyo havina msingi kwa taifa letu. Leo hii tunabaki na kusema kwamba tuna tume huru ya taifa uchaguzi. Hata katika hali ya uhalisia, wanasema haki isitendeke bali ionekane inatendeka. Tusiseme tu tume itatenda haki, ionekane hata kwa macho basi kwamba e, katika utendaji na ufanisi wa tume imefanya kazi pasipo kumwonea mgombea au chama chochote. Mimi sipo katika muktadha wa wachama lakini naweza nikasema kitu kimoja. Tukisema kwamba kuna kuna sheria nyingine inaitwa sheria ya vyama vya siasa, ambayo sheria imefanyiwa marekebisho mbalimbali mpaka elfu mbili na kumi na tisa. Hii sheria ukiangalia inasema kwamba msajili wa vyama vya siasa atakuwa mlezi wa vyama vya siasa. Lakini tujiulize, yule ni mlezi wa vyama vya siasa au muuaji wa vyama vya siasa? Yaani vyama vya siasa vinavyoonekana vina sauti ndio vinauliwa vile ambavyo vipo kwenye mrengo wa dola ndio vinalindwa. Halafu tunasema ni, ni mlezi. Anamlea nani? Sasa huwezi ukajiita mzazi kwamba wewe ni mzazi au mlezi, unalea unamlea mtoto mmoja unampendelea. Tutaona sekeseke ambayo ilipitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wamefungiwa mzugu. Msajili anaenda mbali zaidi kuweka vikwazo kila siku, mabarua. Yeye na Chadema, yeye na Chadema, kwani hakuna vyama vingine hmm? ACT e, wapo wako cha Umma na vyama vingine. Sasa huyu ni, ni, ni mzazi gani au mlezi gani anapambana na mtoto mmoja katika wanaye anaowalea? Ninyi ni waandishi, ndugu waandishi wa habari. Mimi hakuna siku nimesikia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imemwita aidha mjumbe au kiongozi yeyote wa Chama cha Mapinduzi mpaka nilipokuwa akaitwa kuhojiwa na tumi, na nani msajili wa vyama vya siasa kwa mujibu wa ile sheria tumeona viongozi wa vyama vya upinzani hususan Chadema, tuwe wawazi, wa wazi wameitwa mara kadhaa, wamepewa maonyo na makaripio, lakini hakuna kiongozi e, mienendo ya uvunjifu wa haki za binadamu unaoendelea hususan katika mahakama zetu. Ndugu waandishi wa habari, nadhani tunafahamu kuna kesi inaendelea mahakamani. Mimi sijadili content maudhui ya ile kesi. Najadili uhalisia wa mazingira ya mahakama na ulindaji wa haki za binadamu leo hii tuna mkataba wa, kisi, wa, wa Umoja wa Mataifa wa haki za kiraia na haki za kisiasa, ambapo haki za kiraia ni pamoja na haki ya kwenda popote. Ukisoma ibara katiba yetu ibara ya kumi na saba, inasema hivi kila mtu ana uhuru wa kwenda sehemu yoyote anapotaka ili mradi asivunje sheria za nchi. Sasa ndugu waandishi wa habari, ninyi mmekuwa wahamu na watanzania wengi wamekuwa wahanga wanapokwenda mahakamani kwenye kesi zinazohusisha public interest litigation, kesi zenye maslahi ya umma. Watu wengi wamekuwa wakipata shida na watu wengi wamepata hata ulemavu wa kudumu. Shida ni nini? Tuna sheria zetu nzuri, shida ni ipo kwenye utekelezaji au usimamiaji wa sheria. Kwa mfano, mimi nitatoa mfano mmoja Tuna haja gani watu wanaenda mahakamani wakifika wanapigwa kama punda na marungu? Tuna haja gani ya kuambia watu waende mahakamani wakati huo wanahamasisha kwamba watu waende mahakamani? It's a public place, ni sehemu ya umma, alafu kesi yenyewe inasikilizwa open court, public inasikilizwa kila mmoja ashiriki. Watu wanazuiwa. Kuna haja gani ya kuwazuia watu kwenye mkutano za umma? Basi ilikuwa mema tu uongozi wa mahakama kupitia msajili waseme ni marufuku mtu yeyote kufika mahakamani kwenye kesi ya mheshimiwa fulani, itatosha. Tukalinda uhuru wa watu wa watu wa kwenda popote, tukalinda utu kama katiba inavyosema, na tukalinda mtu asifanyiwe vitendo vya kikatili au vipigo. Tanzania imesaini mkataba wa tocha. Sasa leo watu wanafanyiwa tocha hadharani na vyombo vya habari vipya waandishi wa wa habari wamekuwa wakifanyiwa wakinyang'anywa vifaa vyao na kufanyiwa harassment mbele za watu. Hatuwezi kuwa na nchi ya namna hii. Akatoka tu mtu huko kwa kuwa katiba inampa mamlaka basi kuja kutuonea. Hiyo haiwezi ikakaa sawa kabisa. Tukiwa kama watetezi wa haki za binadamu, hili jambo lazima tuliangalie. Na lazima tuliseme. Haiwezekani akatoka mtu mmoja amevuka maji huko amekuja kututawala. Leo hii hatutawaliwi, tunaongozwa. Utawala ulikuwa wa mkoloni kule. Sasa leo hii wa polisi katika viunga vya mahakama wanawapiga raia. Hata kama wale watu wamefanya makosa mbele ya mahakama. Taratibu za sheria zipo. Wakamatwa wapelekwe kwenye mfumo wa sheria. Ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77, ibara 16 ibara ndogo B kifungu kifungu A, eh. Kinasema kwamba mtu yoyote aliyefanya kosa la jinai atachukuliwa kwamba hana hatia mpaka atakavyothibitika. Sasa wewe mtu umemkamata, unaanza kumpiga kwa lipi? Amefanya makosa mahakamani? Kuna makosa ya kuidharau mahakama, kuna makosa ya kufanya fujo mahakama, yapo kwenye sheria zetu. Kanuni ya adhabu sura namba 16 imesema makosa ambayo mtu anaweza kufanya kwenye viunga vya mahakama. Leo hii polisi wanapata uhuru mpaka wa kupiga mawakili. Sasa nchi gani ambayo tunategemea tuwe nayo? Mawakili wanaenda mahakamani ambapo ndio sehemu zao za kazi. Sheria inawaelekeza ndio wao kwenda kuwatetea watu na kutetea haki za watu. Wanaenda mahakamani ambapo tunajua mahakama ndio sehemu salama. Ndugu waandishi wa habari ninyi mtakuwa mashahidi. Mtu yeyote anayekuwa anaona haki yake inavunjika, sehemu ya kukimbilia ni mahakamani. Sasa leo hii mahakamani ndio imekuwa sehemu ya kuogopwa. Tunatengeneza taifa gani? Tunasema independence of judiciary, uhuru wa mahakama. Ukisoma katiba yetu ibara ya 107, eh, herufi kubwa, capital A, inasema kwamba katika utoaji wa haki chombo cha mwisho ni mahakama, sio bunge, sio serikali, ni mahakama. Na ndio maana mwisho wa siku watu sehemu wanakupata haki ni mahakamani. Sasa sehemu ya kupata haki watu wanapigwa kama punda, tutegemea watapata hiyo haki? Sasa vitu kama hivi, mienendo kama hii, sio ya kuikalia kimya. Viongozi wanaona na watawala wanaona, wanaojiona wanaojiita watawala. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo uvunjikaji uvunjwaji wa haki za binadamu imekuwa ni kitendo cha kawaida. Hatuwezi tukazoea vitu kama hivi. Hata Mwalimu Nyerere alishawahi kusema ni hatari sana kuishi katika nchi ambayo, leo hii ukisikia wanagonga mlango unasema dah, wanaondoka nami. Mimi ndio tulipofikia sasa. Mtu anaenda mahakamani akijua kwamba ninaenda nikasikilize. Wengine wanaenda kwa lengo la kujifunza, wengine ni wanafunzi wanataka wakaone trial inafanyika vipi. Eh? Hivi tunavyozungumzia katika kesi, tunavyozungumzia mwenendo wa kesi, huwa inaanzaje? Upande wa jamhuri, upande wa utetezi. Anaenda kujifunza, hana hatia yote. Anafika pale anapigwa, narudi nyumbani na vidonda na majeraha. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo, kila siku tunamwaga damu. Hata maandiko yamekataza kwamba kila siku nchi damu, hmm? Kwa hiyo niseme ndugu zangu waandishi wa habari, wa hili jambo naomba nalizungumza kwa uchungu sana. Mahakama inapaswa kuwa na wivu wake, mahakama inapaswa kuwa na wivu wa utukufu wake. Naomba niseme hicho kitu leo. Hii mahakama ina mtu anaitwa msajili wa mahakama, leo hii mahakama ina mtu anaitwa jaji nchaji jaji mfawizi wa ile mahakama. Lakini cha ajabu ni cha kushangaza, polisi wanapokuwa kwenye viunga vya mahakama, wao ndo wanatoa amri kwa wananchi kinyume na sheria. Tukumbuke kwamba unavyozungumzia vicinity au eneo lile, jurisdiction, mamlaka ya mahakama inaishia kwenye mipaka yake. Mahakama inaishia wapi? Kwa polisi anatakiwa kutoa amri akiwa kwenye ofisi yake au kwenye eneo lake la utawala, sio mahakamani. Hata kama msajili amesema chumba eh, cha leo open court, watu hawapaswi kuingia zaidi ya mia. Hilo tangazo anatakiwa kulitoa msajili wa mahakama, ndio mtendaji na sio mtu anayetakiwa kutekeleza hiyo amri, au polisi. Sasa leo hii polisi wao mahakamani, wasa tokeni, msiingie Watu wanafika mahakamani asubuhi wanafukuzwa. Nchi gani hiyo sasa? Si tukubali tu kwamba sasa hii nchi imeshaingia kwenye kule mnakojua kwamba sasa hii nchi imeshakuwa ya kidikteta. Haya sio ya kuficha, ni ya kuongea tu hadharani. Nchi ambayo sasa mhimili wa mahakama umewekwa mfukoni. Mhimili wa, wa, wa, bunge umeshawekwa mfukoni. Tumeshaona bunge letu. Sheria ngapi zimepita bunge? Tumepiga kelele sana kuhusiana na mkataba wa bandari. Ulipitishwa na bunge hili hili. La kijani la wabunge wote wa chama kimoja. Leo hii serikali hiyo hiyo au kupitia mahakama hiyo hiyo tunaona kuna vitu vinafanyika, hata mahakama haitoki kutoa taarifa. Tulitegemea msajili wa mahakama atoe waraka, hata watanzania basi wapate uelewa kwamba bwana, katika hivi watu wanapokuja mahakamani idadi ni, ni kaza. Msajili kakaa kimya mhusika jaji nchaji wale eneo yupo ukimya. Watu wanaumizwa kila siku, vidonda kila siku, damu zinamwagika, tunaziona kwa macho yetu. Sasa hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo, ndugu waandishi wa habari. wa lingine labda